Na tukisonga mbele, wakazi wa eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega, wamewataka wale waliowasilisha kesi mahakamani kupinga majina yaliyopendekezwa kubuni makamishna wapya wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka humo nchini IEBC kuziondoa mara moja, ili kuwapa fursa ya kupata mwakilishi wa ubunge wa eneo bunge lao. Anaarifu zaidi Brenda Wawire, kwa mara nyingine. Wakizungumza katika kijiji cha Mting'ongo, eneo bunge la Malava, wakati wa mkutano wa wazee wa jamii ya Bashu ulioandaliwa kujadili uongozi wa eneo hilo, jamii hii mwarai waliowasilisha kesi kotini kupinga majina teule ya makamishna wa IEBC kuondoa kesi hiyo ili kuwezesha shughuli za uchaguzi kufanyika nchini. Ningependa kuomba wale ambao wameenda kotini kusimamisha eh, jopo la IBC waende waondoe kesi mahakamani, kwa sababu sisi tuko tayari kama jana kufanya uchaguzi wa Malava. Hatuwezi deny watu wa Malava an opportunity ya fair representation. Lazima tukubali IBC jopo liundwe tufanye uchaguzi na watu wa Malava watasikika. Tunataka tupate mbunge, na tunakemea wale wanaenda kotini kusimamisha watu wa IPC kwa sababu tuko tayari kwa kupiga kura na kuidhinisha mbunge wetu hapa Malava kwa sababu tangu mheshimiwa wa Malava hake dunia tumepaki bila mbunge hizo okay. kesi za koti siondolewe, kwa sababu na, tunataka IEBC ianze kasi. watu wa malava tumekosa mbunge. jamii hii inalalamikia kukwama kwa maendeleo katika eneo bunge la Malava, hasa baada ya kuaga dunia kwa mbunge wa eneo hilo malulu injendi. Tuko na shida ya barabara, tuko na shida ya stima kwa sababu ya mambo ya last mile, na pia sisi tuko na shida ya wakulima wadogo na wafanyakazi wa miwa. Tunataka serikali ichukulie maanani sana mahitaji na matakwa ya wakulima wetu. Jambo la kwanza tuhakikishe watu wanapata permits on time, wanalipwa on time, na kwa sababu even ile rate farmers wanalipwa the government lazima ishughulikie kuhakikisha as other farmers around Kenya wanashughulikiwa pia, our rate ya wakulima iku iko sawa. Sisi tungependa watu wetu washughulikiwe, ile shita tuko nayo tangu mpunge wetu akufe ni miwa, watu wamesimama, watoto wamekaa nyumbani. Pili, barabara zimekuwa mbaya, kazi ambayo mbunge alikuwa anafanya. Brenda Wawire, West TV, nikiwa Malava kaunti ya Kakamega.